Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa. Unaanza kuona Yesu Kristo ndio anaanza kujitambulisha, kile ambacho wamejia duniani ni nini? Anasema amenituma kuwahubiria, kuhubiri, kuwahubiria maskini. Bwana asifiwe sana, kuwahubiria maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na vipofu kuona tena. Lakini pale napenda kuwahubiria wafungwa kufunguliwa kwao, kuna watu wanatembea lakini kasema, ni wafungwa sasa. Yesu akasema akajitambua kusema jamani, sikilizeni kwenye hili sinagogi ni, sikilizeni sasa, naachilia utambulisho wangu, ni huu ni huu, roho wa Bwana yu juu yangu, amenituma kuwahubiria maskini habari njema. Maskini hawa wapate habari njema, ili watoke kwenye umaskini, hawa iwe ni umaskini wa roho, iwe ni umaskini wa mwili, watoke kwenye umaskini, maana habari njema zinabadilisha. Habari njema zinapokuja kwa mtu zinageuza maisha yake. Habari njema zinapokuja kwa mtu zinamtoa chini zinamketisha juu. Haya, habari njema zinapokuja kwa mtu zinageuza maisha yake, zinabadilisha kabisa badala ya kuwa yule anakuwa mwingine. Habari njema zinapokuja kwa mtu, habari njema zinabadilisha tabia zake. Kama alikuwa na tabia za kulisi, anaachana na tabia hizo, anatembea na tabia za kimbingu. Habari njema zinapokuja kwa mtu, zina lengo la kubadilisha maisha yake. Kuna watu ni maskini. Wa roho. Kuna vitu wana wanahitaji habari njema zije ili zijaze pale ama zibadilishe maisha yao. Leo ninatangaza ninata kwa jina la Yesu, Bwana amenituma kuwahubiria maskini habari njema. Na leo niko hapa kukuhubiria wewe habari njema. Bwana amenituma kuhubiri habari njema, sio kuhubiri dini ya mtu, sio kuhubiri jinsi mtu alivyo, bali kuhubiri habari njema. Haleluya! bali kuhubiri habari njema haleluya. <coughs> Bali kuhubiri sasa. Watu wanajuaga tu, wanaposema maskini wanajua ni maskini wa kukosa fedha. Kuna umaskini wa aina nyingi, umaskini wa aina nyingi. Kuna wengine ni maskini wa kiroho, yani kuna vitu wa wana yani, yani hawaishi vile ambavyo roho wa Mungu anataka. Wewe ni maskini yani, kama uishi kama neno linavyotaka, wewe ni maskini wa kiroho, ni maskini. <coughs> Sema oh oh Wanaposema maskini, usiwaze tu ni maskini wa kukosa fedha ah. Kuna vitu umevikosa, ukikosa, kama umekosa neno ndani yako, wewe ni maskini. Sasa yes, habari njema inapokuja, unapohubiriwa habari njema, maanake Yesu Kristo anafunuliwa kwenye maisha yako. Yesu Kristo anaingia ndani yako, anafunuliwa kwenye maisha yako. Ah, utakapojua sasa amefunuliwa, anaanza kutenda kazi pamoja na wewe, anaanza kutembea pamoja na wewe anaanza kuongea pamoja na wewe, anaanza kusikia ayayaya, maana anafunuliwa. Naongea vitu vigumu sana, vitu vizito mno. mme tamani Yesu afunuliwe ndani yako tarapusi ya mante rika mahante rako si amanda hey, hey, hey, hey, haleluya anasema amenituma kutangazia wafungwa kufunguliwa kwao kuna watu wamefungwa Una, um, um, unasema umeokoka lakini umefungwa shetani aweza kukufunga usiolewe kuna watu wengine wako kwenye kifungo cha ndoa umefungwa ni binti mlembo lakini umefungwa kwenye kifungo cha ndoa yaani wachumba wanakuja lakini hawakuoi Mahusiano yanaanza lakini hayafiki kwenye tamati ya ndoa umefungwa kwenye kifungo fulani cha ndoa shetani anaweza kukuacha ukaolewa lakini akakufunga kwenye kifungo cha kupata watoto anaweza akakuacha pata watoto lakini ukafungwa kwenye kifungo cha watoto kuishi. Kina ukipata watoto wakifika miezi fulani wanapotea wanak, wan, wan, wanakufa. Umefungwa kwenye kifungo cha namna hiyo, unaashiria anza kukuacha kuku, ukapata kazi lakini ukafungwa kwenye kifungo cha kupata mshahara wa kukutosheleza. Unaelewa vizuri hapo? Kuna watu leo wamefungwa kwenye vifungo. Sasa Yesu anajidhihirisha, asema amenituma kuwafungua wafungwa. Kuwafungua kina nani? Wafungwa. Na leo Bwana amenipaka mafuta, kama kuna kifungo kimekufunga kwa siri kitakuachia kwa, kwa jina la Yesu. Nasema